DW. Kinaga Ubaga. Karibu msikilizaji wa Deutsche Welle popote ulipo, mimi naitwa Muhammad Khalef, karibu kwenye Kinaga Ubaga. Tunaelekea nchini Tanzania, nchini Tanzania ambako chama kikuu cha upinzani Chadema kinaonekana kimekumbwa na mpasuko wa aina fulani kuhusu sera mpya ya chama hicho ambayo wanaita wa Kiingereza no no reforms no election, kwa maana ya kwamba pasipokuwa na mabadiliko katika sheria za uchaguzi hakutakuwa na uchaguzi katika nchi ya Afrika Mashariki ambayo inafanya uchaguzi wake mkuu Oktoba mwaka 2025. Sehemu fulani ya wanachama na viongozi wa chama hicho wanaonekana kutokubaliana na wazo hili, na miongoni mwa athari za uamuzi huu wa viongozi hawa kutokubaliana ni ni mpasuko wamaomurani yake na katika matukio hivi karibuni kabisa, uh, alikuwa katibu wa dawati la masuala ya kijamii na kijinsia Catherine Ruge amepigwa kalamu, amefutwa kazi yake hiyo na mwenyekiti wa chama hicho Tundu Lissu. Leo hii hapa tunaungana moja kwa moja na Catherine Ruge kuzungumzia haya. Catherine, karibu sana kwenye Kinagobaga. Asante sana, nashukuru Uamuzi ah, wa kufutwa nafasi yako uliokuwa unaishikilia ya dawati la masuala ya kijamii na kijinsia umeupokeaje? Mm, si, siku, sikushtuka sana kwa sababu nilitarajia kwa namna mazingira yalivyokuwa, kwa sababu nilishaona siku tano mbele mwenzangu alikuwa ame ondolewa kwenye nafasi yake ambaye pia ni mjumbe wa secretariat, lakini ni katibu wa secretariat ambaye pia alikuwa na msimamo kama wa kwangu. Lakini pia uh, siku nne kabla ya kuwa nimeondolewa kwenye nafasi yangu ambayo ni mtaalamu wa masuala ya jinsia au gender expert, nilitumiwa, nilipigiwa simu na katibu mkuu akiniambia niweze kuresign. Nikamwambia nitamrudia na baadaye nikamrudia, nikamwambia sioni kosa langu, kwa hiyo mimi nitaendelea kuitumikia nafasi yangu. Hilo nawaachia ninyi mamlaka ambayo mliniteua kama mnataka kunitengua au ku revoke my appointment then I'll be waiting and I'm ready to be disappointed. Maana yake ni kusema yeah, kwamba so, uh, nilikuwa nimejiandaa kisaikolojia nilikuwa nimejiandaa kisaikolojia yeah, kwa sababu sikusikitishwa, sikusikitika, lakini kilichonishtua uliotumika kabla tujakwenda katika utaratibu ambao umetumika Catherine, uh, unasema kwamba kumbe kabla ya hapo ulishatakiwa na katibu mkuu kwamba ujiuzulu mwenyewe katika nafasi yako. Yes. na msingi hoja gani ambao katibu mkuu alikupa kwamba ujiuzulu ujiuzulu nafasi yako? Hoja ni kuwa kwenye hilo kundi la G55 na kwamba mimi ni mjumbe kwa maana ya collective responsibility sikupaswa kuwa kwenye kundi lolote ambalo linajadili mambo yanayoenda tofauti na msimamo wa chama. Kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa hoja, kwa maana ya uwajibikaji wa pamoja ah. Uwajibikaji wa pamoja, kwa sababu wewe ni mjumbe wa secretariat ya chama, kwa hivyo hupaswi kuwa katika uh, sehemu yote ambayo iko kinyume na msimamo wa chama ambao upo na unafahamika. Ndivyo naofahamu unavyokusudia, si ndio? Sawa sawasahihi, lakini pia mm -hmm. mimi sio tu mjumbe wa pamoja, na kwamba mi nilikuwa mjumbe wa, lakini mimi ni mgombea. Kundi hilo lilikuwa linaundwa na wabunge amini nawagombea, watu waliogombea mwaka 2020, ishi waliosimama majimboni. Kwa hiyo pamoja na kwamba mimi ni mjumbe wa secretariat, lakini bado mimi niligombea jimbo la Serengeti. Kwa hiyo mijadala inayowahusu wagombea Mm -hmm. Sidhani kama sipasi kushiriki pamoja, mimi ni mjumbe secretary, because at the end of the day mimi mgombea na interest ya kugombea, mimi ni aspirant 2025 you see. Mm -hmm. Kwa hiyo kuna namna na mimi napaswa kujadili hayo kujadili hayo mambo kwa sababu mimi ni beneficiary, unanakini na, na kuelewa kwamba ni sehemu ya watu ambao wangepa wana, wana hamu kwamba wao wagombea wa uchaguzi wa unaokuja uchaguzi ambao chama chako kimsingi kimeshasema kwamba hakitoshiriki na sio kinaupinga kuwepo kwake. Unajua, kuna mambo hapa yanachanganya. Kuna kutokushiriki na kuzuia uchaguzi. Chama chetu kinasema uchaguzi, tutazuia uchaguzi, lakini ukiangalia hakuna strategy ya kuzuia uchaguzi. Unazuia uchaguzi huko nje ya mchakato wa uchaguzi? Sisi tukua tunashauri namna bora ya kuzuia uchaguzi ni kwamba lazima uwe ndani ya mchakato, uwe unawagombea uwe una mawakala ambao wanaweza kusaidia kuzuia uchaguzi. Sasa you are out of the whole process ya uchaguzi election process, unazuiaje sasa? Tukiuliza hayo maswali, hayajibiwi sisi. Sisi tumekuwa tu na ushauri kwa chama, sio kwamba tunapinga. Hatupingi, kila mtu anataka reforms, sawa. Tunacho tunacho tunachoshauri namna bora ya kupata hizo reforms. Sio kama, nimeeleweka. Naamu, kwa sababu, kwa sababu, Muhammad. Wanasema viongozi wetu wanasema tutakinukisha, lakini unakinukishaje bila kuwatia wananchi hasira? The should be wanaita trigger. Eh? Lazima kuwa na trigger. Kitu gani kinachochochea wananchi? Kile cha kuchochea akafanya hilo jambo. Sasa kwa mfano, sisi tunawaambia wananchi no reforms, no election. Hatuwambii hatuwati stage tunazuia uchaguzi and how and when? Je, ni siku tutazuia kuanzia kampeni zikianza, au tutazuia wakati wa watu kwenda kupiga kura, au tunazuia maboksi ya kura yale, vile vifaa na nini visiletwe kwenye vituo vya kupiga kura. Sasa hayo mambo hayazungumzwi. Sasa huwezi kufanya hivyo kama wewe sio sehemu ya process, na kwa sheria zetu sheria ya vyama vya siasa sheria ya uchaguzi wa bunge madiwani na uraisi hairuhusu mtu yoyote ambaye haja hashiriki uchaguzi kuwa kwenye prosesi ya uchaguzi, si unanielewa? Naam, nakuelewa, lakini nukta yangu iliyopo inayokuuliza ni kwamba uh, yote hayo ni masuala ambayo yanakuendana ya na kauli au tuseme sa imekuwa sera za chama chako ya ambayo ingeweza kutekelezeka kwa namna ambavyo mngeweza kutaka itekelezwe, lakini sio kuto kuwepo kwa sera hiyo. Nyinyi hampingi sera kama ilivyo, mnapinga namna utekelezaji wa sera, ama vipi? mkakati. Mkakati ya sera hiyo. mm -hmm. Ni mkakati ya kwamba kama hakuta kuwa na mabadiliko ya sheria na mfumo wa uchaguzi, tutazuia uchaguzi. Hakutakuwa na uchaguzi, na chama chetu tunasema tutazuia uchaguzi. Tumeelewana, eh? Mm -hmm. Lakini sisi tunaona hakuna mkakati madhubuti wa kulifanikisha hilo kwa muda mfupi uliobaki. Kwa hivyo kukosekana kwa mkakati kuna wafanya wewe na wenzako kusema kwamba sera hii au tuseme uamuzi huu tuwachane nao kwanza. Hai, yani, hatuwezi kuzuia uchaguzi tukiwa nje ya uchaguzi. Yani that's a fact. Yaani mkakati huo hautekelezeki, kwa sababu at what point unawamobilize wananchi? Lakini ukiwa kwenye uchaguzi, unashiriki kampeni, unashiriki mikutano, unaweza ukawamobilize hata wananchi wakaandamana wakati wa mikutano ya kampeni, si unanielewa? E, nakuelewa vizuri sana, nakuelewa vizuri sana. Mimi mimi nikiwa mgombea Serengeti nilimobilize wananchi wangu, siku nimekamatwa na viongozi wangu, baadaye mimi nikaachiwa kwa oda ya Siro, by then IGP wakaachwa viongozi wangu, nilimobilize wananchi sawa, tukaenda kwenye... mm-hmm. kituo cha polisi wale wakaachiwa. Sasa unajiuliza, unaweza ukafanya hivyo kama huna nani, hauna platform ya kufanya hivyo, hauna mgombea. sawa sawa mm-hmm. how do you... how ha hauna right ya kufanya mikutano, hauna right ya kufanya hicho kitu kwa sababu hau... hauko kwenye mchakato wa uchaguzi, na sheria haikuruhusu kufanya hivyo. Kwa sisi tunaona the best way, njia bora ya kupambana ya kupambana na kuhakikisha uchaguzi haufanyiki ni kuwa sehemu ya mchakato. Kwa sisi tunaona mkakati wa kuzuia uchaguzi actually haupo. Na kusema kuzuia uchaguzi tukiwa nje uchaguzi, hicho kitu ni ndoto, haiwezekani. Naam, naam, naam. Sasa unasema wananchi wata wata utawahamasisha watakimbukisha, nini kitawatia hasira? Wananchi watapata hasira wakibua wa uchaguzi kwenye maeneo yao. Maelewa, Eh? Mm-hmm, lazima kuwe na hasira sasa. Huwezi ku, kusema utazuia uchaguzi kuwa nje ya mchakato wa uchaguzi unless chama chetu kituambie. Kuzuia uchaguzi maanake ni kutokushiriki uchaguzi, kususia. Kama ni hivyo okay, tutaelewa, ili sasa tukae tutulie. Kutuambia kwamba tazuia uchaguzi, yani unadhani ni ni kazi ni jambo ambalo halitowezekana kabisa. Haya. Catherine, oh, wenzenu wale upande wa pili wa kambi hii wa kambi hii ya chama chako wanawatuhumuni nyinyi kwamba mnatumiliwa sasa na chama tawala, au watawala, au mfumo tuseme wa utawala kuweza kuivunja kabisa hii, uh, kampeni ya no reform no election. Una maoni gani kuhusu hili? hivi kuwa na ma maoni tofauti au dissenting opinion, maana yake ni kuwa unatumiwa? How many times tumeona viongozi wetu hata wajumbe wa, wa kamati kuu, viongozi waandamizi wa chama wakiwa na dissenting opinion, na walisikilizwa. I can give you an example. No. Mwaka elfu mbili na ishirini na tatu kamati kuu ilipitisha maridhiano actually ishirini na mbili ikapeleka baraza kuu, baraza kuu likaridhia, it was tarehe kumi Mei elfu mbili na ishirini na mbili sawa? mm -hmm. mm -hmm. tukaanza maridhiano, katikati ya mchakato, tayari tumeanza kama miezi kadhaa mitatu minne, baadhi ya wajumbe wa kamati kuu na viongozi wenzetu wakasema CCM wanatulaghai, hiki kitu tunaona hakiendi sawasawa, walipinga ndani ya vikao, lakini baadaye walitoka nje wakapinga maridhiano na baadaye chama chetu kikaona kika kweli watu wanatudanganya, kikajiondoa kika, kika kwenye maridhiano. Sasa je, sisi tuseme kwamba hawa watu walitumika kuvuruga maridhiano ili ili Chadema isipate reforms, amini ili nchi isipate reforms reforms kwa sababu moja ya ajenda za maridhiano ilikuwa kupata tume huru ya uchaguzi pamoja na katiba mpya. Kwa sisi tu wale, wale viongozi ambao wali kuwa na mawazo tofauti mpaka ikapelekea chama kujitoa kwenye maridhiano. Je, walikuwa wanatumika na mfumo? Walikuwa wanatumika na CCM? Na mmoja wapo ni ambaye alikuwa makamu mwenyekiti wa chama chetu ambaye sasa hivi ni mwenyekiti alitoka na akapinga hadharani, na sio mara moja, ni mara nyingi. Na siku zote kwenye chama chetu kuna utaratibu, yaani kuna culture, kuna utamaduni yes ya, wa watu hata wanachama kuwa na mawazo tofauti. Sasa leo inakuwaje watu ambao tuna mawazo tofauti tumeandika mawazo yetu tumeyapeleka kwa katibu mkuu, tunaonekana sisi ni waasi, tunaonekana sisi tunatumika, tunaonekana kwamba tunapinga msimamo wa chama. Actually sisi tumesema tunakubaliana na no reforms, no election, lakini no reforms lakini sio no election, kwa sababu hatuwezi kuzuia uchaguzi. Tunaelewa. Tuseme no reforms lakini tutumie uchaguzi kuhakikisha tunapata hizo reforms. Naam. Kwa uchaguzi tuzuie kama tunataka kuzuia lakini sasa tunasema no reform no election. Mkakati ukiuliza mkakati ni upi? Hauambiwi. Naam, turudi katika hatima sasa. Hivi ndivyo hali chama ni uongo. Sio kweli kwamba tunatumiwa na mfumo au tunatumiwa na chama cha Mapinduzi. Naam. Tuje katika uhalisia na mustakabali sasa. Hiyo ndio hali ya sasa, chama chenu kipo katika hali ambapo mna mpasuko ndani yenu, na wengine wanahofia kwamba safari ambayo ilikumba chama cha NCCR Mageuzi, safari ambayo ilikumba CUF, ndio safari ambayo inaikumba hasa CHADEMA kwa mpasuko mahuu ambao anaonekana. Wewe ukiwa mwanachama, kiongozi ambaye umekulia ndani ya chama mpaka sasa, unauonaje mwisho wa chama chako? Mm, mi sidhani kama kutofautiana kimawazo kunaweza kukapelekea kwamba chama chetu kikapasuka. Mi nadhani kuna hoja na hoja zinapaswa kujibiwa. Kuna watu wana hoja, wanapaswa wasikilizwe, na hiyo ndio demokrasia, kwa sababu progress inapatikana, maendeleo yanapatikana watu wanapokuwa na hoja tofauti, hoja kinzani, na demokrasia ni kusikiliza hata wale wachache. Hiyo ndio demokrasia, kwa siamini kwa sababu kuna baadhi yetu tuna mawazo kinzani, tunaonekana kwamba tutaka kukipasua chama lakini pia sisi kwenye waraka wetu tumeweka commitment kwamba iwapo chama kitaona huu ushauri tunaotoa haufai, sisi tutaendelea kuwa watiifu na waaminifu kwa chama, na tutaendelea ku, kusikiliza na kufuata chama kinavyotaka. Lakini tunapata hofu kwa haya yanayoendelea, kwamba ukipaza tu sauti unakuja kushughulikiwa na hata kama mzimwa na hata mkishughulikiwa kama vile hata kama mkishughulikiwa Catherine, kama vile ambavyo umeshughulikiwa wewe kwa kuondoshwa katika nafasi yako, bado mtendele kuwa watiifu wa mimi na chama? Yeah, ni bado ni mwanachama wa Chadema mimi, ninajishana damu yangu kwenye hiki chama. Kwa hiyo siwezi kuondoka kwenye chama unless waamue kunifukuza, lakini kwamba nasema nitaondoka Chadema kwa sababu tu wazo langu lime, lime halijapita halijapingwa, no, hizo wakatoa wa wazo, lakini nisiungwe mkono na imetokea mara zote, hata kwenye kamati kuu mnapiga kura, wengine wanapata kura ishirini ndio kura kumi na tisa. Hapana, tunaenda na wale waishirini waliosema ndio. Hiyo ndio demokrasia. Kwa kama sisi wachache ambao tunaonekana tuna actually uh, mawazo kinzani uh, hatutasikilizwa, tumejikomiti tume, na ndio maana tumesaini. Umeelewa eh? mm -hmm. Kwa hiyo huu sisi mimi binafsi naona huku kushughulikia shughulikia ni kama tu kufunga kujaribu kufunga watu mdomo wasizungumze. Sasa kama sisi tunahubiri demokrasia, eh, kwenye chama chetu na ambayo inaakisi jina la chama chetu, chama cha demokrasia na maendeleo, tunapaswa kuwa onyesha internal democracy. Yaani, kabla tuja challenge external democracy au kuwa challenge CCM, challenge serikali ni lazima sisi tuishi na tuimbe kwenye chama chetu na ionekane reflect matendo yetu ya reflect demokrasia kabla tuliotoka nje. Naam, ya kisi demokrasia. Mhm. Kwa hivyo tunamaliza yeah, tunamaliza mazungumzo yetu Catherine, kusema kwa kusema kwamba uh, commitment ya wahadi ambao mmeitoa inabaki pale pale, hamuto hama Chadema mvua jua iwe iweje, hata kama mawazo yenu hakupitishwa. Kwa hivyo ndoto ya kuwa mgombea katika uchaguzi ujao, kama chama kimeamua kwamba hakuna kugombea, hakuna kushiriki uchaguzi hutogombea kupitia chama chingine Catherine? labda <laughs> sitaki kuwasemea wenzangu, unajua Politics is dynamic. Naam, sawa. Sitaki kuwapa kwa miungu wala kwa binadamu, kwa sababu siasa zinabadilika, mazingira yanabadilika, lakini mimi naamini bado chama chetu kinaweza kubadilisha mawazo, kwa sababu sio sisi tu tunavyosema, sio 55 kwamba tuko 55 Hapana, ni zaidi na leo kuna taarifa zimekuja kwamba kuna, kuna madiwani pia wanataka na wao kuingia kwenye kundi la G55. Kwa hivyo kuna watu wengi wanataka kutimiza ndoto zao. hatuko, tuko, tuko izi, izi kwa sababu hatuko tu kwenye hizi hizi siasa, kwa bahati mbaya pamoja na mapenzi ya kufanya uh, harakati za kupata mabadiliko, lakini bado sisi kama watu binafsi tuna matamanio ya kuwa viongozi wezi kukaa kwenye chama cha siasa upo tu. Mimi kwa mfano nimejiunga na hiki chama elfu mbili na kumi, nina zaidi ya mia, na zaidi ya miaka kumi na tano kwenye hiki chama sasa. Siwezi tu kukaa tu, watu wana ndoto, ndo maana wanaingia, wagombee, wafanye nini? Kwa hiyo siwezi kusema kwamba is, dai kwamba lazima, sio lazima nigombee, na sio kwamba sio lazima sitagombee. Depends, depends na mazingira, mazingira yataamua Catherine. Time will tell, lakini hofu yangu ni hiyo. Watu wanashughulikiwa sasa hivi, watu wanashughulikiwa kwenye matawi yao ambao sio viongozi. Hii ni ku silence watu wasiwe na mawazo mbadala. Kwa hiyo nahisi labda chama kinaweza kuwa ikawa hard maybe too rough kikaamua kutufukuza au nini, kwa tutajua as time times goes kwa sababu hatuwezi kukaa kwenye chama ambacho watu hawataki kusikiliza wenzao, hiyo no. Mimi bado nasema sisi G55, tumewaandikia viongozi, tunaamini hoja zetu zitajibiwa. Leo tulikuwa tunawakumbusha, kwa sababu tulizungumza tu, tu, kwa barua wakajibu hoja moja au mbili. Sisi tuna hoja tisa Kutu. Kwa hiyo tunapenda pia kufafanua, kwa sababu kumekuwa na upotoshaji mkubwa, lakini leo nadhani watu wameelewa vizuri. Unajua, kusoma ni tofauti na mtu akikusikiliza kwa sisi we are committed to this party, tunakipenda chama chetu, sisi ni wanachama na sio waasi na tutakilinda kwa wivu mkubwa. Mimi labda niishie tu hapo nam. Nakushukuru sana sana kabisa, Catherine Ruge, uh, mwanachama mwandamizi wa chama cha Chadema nchini Tanzania kwa kuungana nasi leo hapa kwenye kinaga ubaga. Nashukuru na sana sana kwa fursa, Mohamed asante sana. Asante uh, pia mpenzi msikilizaji na kushukuru sana kuungana nasi, naitwa Muhamed Khelef na kwa heri hadi mara nyingine.